atasimama awapepee kwanza. <applaud> Tuko pia Nabi Noela atasimama awapepee. <applaud> Kamarade Mboneza. <applaud> Kamarade Jason atasimama awapepee. <applaud> Bangapi wanapenda amani katoli, mtie mikono yenu yote. Gouverneur aliniuliza nibambie hivi bangapi na bezwe ya amani hapa Nyabushongo kwanza. Umeelewa? Unatupatia nini? Ukitwa ukituficha ka si, ni uki, kama adui iko hapa anakuwa anakutatiza. Si ni wewe umejitesa. Haiko vile? Msiogope, sisi tunafichaka siri. Ukikuwa par exemple ulitupatia information, usiwaze kama sie tutaenda kutoa sisi tunafichaka siri. Ukituambia kama adui iko pale, tutawa vile kufanya na hatutasema jina lako. Tunaelewana? Sasa, guverneur aliniambia hivi, kwa Mungu ako na bezwe ya amani. Si Mungu anaona kama polisi zetu ziko kidogo, na zile zilizokuwa zamani zile zilijiunga zote ziko pale Rumangabo, ako nazisukula kwanza vichwa. Shalom, eh? Shalom. Sasa, kwa vile tuko na bezwe ya jeshi na polisi tutafikia kama amani. Kama hatuna jeshi na polisi nayani, kama tuko na jeshi ya mzuri na tuko na polisi ya mzuri, hakuna inchi tatuchezeao

Wanasoma declaration wanasema, hii jeshi ya UPDF ikitoka hapa, tuna agreve na mko na FARDC baki, hakuna jeshi eske, pale mko na jeshi tena. Alo wandugu, watoto wa Nyabushongo ndio watachungaka hii Nyabushongo, ndio kwa maana kumwenya, kwa tayari ajisikie huru kusema akuye, twende tumfundishe kisodaya bia sana Vamingi wako na uliza sasa, eske mwele kisoda muko kamarade, Nosa anataka kuja hapa atarajibia juu kuko, wako na uliza sasa, eske muko sale kwa eske na kuko wengine wako na uliza sasa, to mbona iko na panda. Aseme kuku akore kule asi akore kama iko Washington Bandugu akore iko Washington. Tupende tusipopenda tuko bavoisin éternel avec les Rwanda. Sasa kama Washington nakuya pale nasema hizi hizi mbili tension kouvaya zisikilizane. Eske niko na rapport pamwya na venyesie tuko tuna revandike comme armée révolutionnaire. Wewe ngoe ligine liko Doha Doha.

Mesage ingine ya tatu yenye gouverneur tuambie ni ile madesinformation mwace ao wapasha habari wafanye kazi yao nawo kama wanafanya kazi mbaya, kuna structure mubaya unakuwaka na yenyenakuwa na wasanction. Ni usema kama mlifanya kazi mubaya nespa, lakini usijifanye journaliste nahoko journaliste unaza kuwa naanza kuinkiete population kako oh, nalema watoto kum ah! 23 haiwezi jamais kukamata watoto kingufu, asei wabebe marm i oui, mtoto mwenyenwabeba mkingufu marm atenda kufalia nini kule anayekietedapigania ah, kamata mtu muzima, umweleweshe akielewa ana uwe, comprendre ana, cause anasema nimeangaje kusema namie niende kuwa ase ni kazi wanaita kazi ya jeshi, ni na structure na ninaprofite kwa ile kuambia mumaishi za mingi unamalizaka tu imanite unaenda fanya jeshi wanakwambia uende fanya jeshi, unaenda fanya jeshi, saa unamaliza njo unaenda kuwa mubilo fulani. Mehapa ko wanaanza kuwa wanawaza kama kuingia mujeshi kukufa. Unaona tu mzazi kama mtoto ya... Sema sasa, mie nilizaliwa Mkongo naishi Mkongo, sina sehemu Rwanda mimi kule wanasema Rwanda. Ile kaputa. Nena, pour parler ya gouvernement ya Tshisekedi na Rwanda kusema Rwanda tosha watu yao, yani AFC M23 kuna kuatana. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, parle ya AFC na guverneme kule na hoyo sasa yeah. Yeah, uambie wadiza, tuambia population ya ushongo, mawasiliano ya guvernema ya Kishasa na guverneme ya Rwanda

Ulizo yangu iko na kestio mbili. Kestio, kestio yangu ya kwanza, njoi M23 iko nafika uku inabeba bagene apapa. Apa juzi tulisikia walibeba basoda etu, pia zamani wanaikala kule mustade ya delinite, lakini wanateseka chakula wawapate

Eske wewe umewahi kuingia ndani ya stade, uishi ndani ya stade, baada ya hapo utoki ndani ya stade. Eske unanisikia? Umewahi kubaki ndani ya stade, kuingia ndani ya stade, ukitaka kuenda na kujielekeza sehemu nyingine, wanajielekeza baada ya hapo, siku mbili, urudi ili uweze kujua maisha ambao wanaipitia. Sasa unazungumza mambo usiyojua kwani. <laughs> Jeshi tunawaiza hapo kwa dakika fulani na baada ya hapo tuwasukume sehemu ambayo training wingi inafanyika. Hakuna kitu kingine na wako pia na kade, pour votre information. Swali la pili kwa preokupaio etuisi turapika watu imo ao tumefika hapo, ingawa kunaweza kuwa mambo fulani fulani ambayo huenda imefanyika tofauti na namna na chama kinataka, hiyo ni maderapage kidogo, lakini sisi haturuhusu fimbo na chama chetu hakikubali fimbo. Nanizia vizuri, lakini mtuwela kwamba na nyinyi vijana wenu vijana munashika mumetoka <laughs> ndani ya prison munzenze de kriminal de bandu, na hiyo mambo ambayo iyacha mnaingiziwa huko

yako imeandaliwa, siku tutakushika, tutakusindiza hapo zake tuko bien escorte ah. tena hapo ni prison ambayo iko ferme. Acha ninawaambia, lakini sikutakie hiyo, kwani hatuwatakie mabaya, tunawatakia mazuri kualida, na tuko hapo kwa kuwalinda na kuwapatia amani, na amani hii itakuwa ni pamba ya kudumu. Tena mjue ya kwamba jeshi letu na chama chetu kinaheshimu haki ya binadamu. Asante, tuko pamoja, tunawapenda sana. Tena tilile vijana, mwache kuogopa jeshi letu iteo kabisa, mwache kuogopa jeshi letu. Kama kuna shida mutwambie, tukaimaliza tukaziviiyo iweze kukomeshwa, ingawa idaguela utazipata Eh hey, na madada vadada babako vako kabisa huko, dada mwenyewe anauliza pana nawadada nao na madada nao lakini, hapana wazee wabijana, tunawapatia just minute mbili tatu kumwenyeko, tayari akuye asiandikishi ule